Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbarali Jeremia Mahinya amewasimamisha kazi watumishi kumi na mmoja wa idara ya afya wilayani humo baada ya kukutwa na madai ya kugushi vyeti vya kidato cha nne. Mahinya ametoa uamuzi huo baada ya kufanya ukaguzi wa vyeti vya watumishi wa idara ya afya katika wilaya ya Mbarali kwa kushirikiana na baraza la taifa la mitihani NECTA, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya la kuhakiki watumishi wote watu wa serikali wenye sifa ya kuendelea kufanya kazi. Mwandishi wetu Hosea Cheyo kutoka Mbeya. Na ripoti kamili. Bado halmashauri zote nchini zimeendelea kutekeleza agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la uhakiki wa watumishi hewa. Sambamba na utekelezaji huu, mkuu wa mkoa wa Mbeya ameziagiza halmashauri zote saba za mkoa huu kupitia upya nyaraka zote zinazompa mtumishi wa serikali kuwa na sifa ya kuwepo kazini. Baada ya kwenda baraza ya mitena ya Taifa, tuliwasilisha vyeti vingi, lakini virudi na majibu. Vyeti kumi na moja vilikuwa vina utata, ambavyo ni vyeti vya watumishi wafuatao. Tulikuwa tuna mtumishi anaitwa Lea, Go Lea Gordon, Denfida Dionizi Munila, Munungu, Happiness Pascal John, Ana Lagila, Lozi Mtafia Dola Mwashilanga, Kalekwa Mganga, Lozi Kayumba, Elida Tweve na Kristabela James Mwegama. Watumishi hawa vyeti vyao vilirudi kwamba vina utata, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine viligundulika kwamba ni vyeti feki. Kwa watumishi hawa tumewasimamisha kazi na tumeripoti polisi kitendo cha watumishi hawa kugushi vyeti vya shule hususani vyeti vya kidato cha nne kinadaiwa kwenda kinyume na mkakati wa serikali ya awamu ya tano wa kuboresha sekta ya elimu. Wakati idadi kubwa ya vijana wenye sifa kuendelea kusaka ajira nchini, hawa vijana wanaacha kusoma, badala yake wanagushi vyeti hivyo, tunakuwa na wataalamu feki ambao wao ni wataalamu wa vyeti tu vya kugushi, lakini utendaji kazi wao ni bure kabisa. Hivyo mkakati uliopo ni kuwagundua wote waliogushi vyeti, kuwachukulia hatua zinazostahili, ikiwa ni pamoja na kuwasimamisha kazi mara moja. Sambamba na tukio la kugushi vyeti, wilaya ya Mbarali imeendelea kutekeleza agizo la Rais la kumaliza matatizo ya madawati kwa shule za msingi na sekondari. Rais shukuru ya wilaya ya Mbarali kupitia mkurugenzi wa wilaya ya Mbarali kwamba ametupa ajira. Kama unavyoona hapa, kuna vijana zaidi ya 30 ambao ni mafundi. Hii kazi mpya ya mheshimiwa Magufuli, hapa ni kazi tu, tumeiona. Vijana wengi wamepata ajira hapa, wameweza kukidhi mahitaji yao, kabla kutoka hapa Mbarali mkoani Mbeya. Mimi ni Wasachao wa TBC.